Gharama ya shilingi milioni mia moja na tano, Serikali kupitia utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 hadi 2025 imekamilisha ujenzi wa zahanati ya Kileuo, iliyopo kata ya Kirua Vunjo Mashariki, Jimbo la Vunjo. Kukamilika kwa zahanati hii kumekuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi wa Kileuo na maeneo ya jirani, vijiji vya Mero na Mrumeni ambao hapo awali walilazimika kutembea umbali mrefu kwenda zahanati ya Nganjoni au kituo cha afya Kirua Vunjo ili kupata huduma za afya. Huduma sasa zimekaribia makazi ya wananchi, hali inayoboresha upatikanaji wa huduma za msingi za afya, kupunguza gharama za usafiri na kuokoa muda wa wananchi, hasa wanawake, watoto na wazee. Mbunge wa jimbo la Vunjo, Mheshimiwa Dr. Charles Stefan Kimei, amesema ujenzi huu ni ushahidi wa wazi wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kusogeza huduma kwa wananchi na kutekeleza kwa vitendo ahadi za CCM kwa wananchi wake. Usisahau kusubscribe, kuleki, kushiana, kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima.